hakika nini mutakuwa adui nini kwa nini, na mutaishi, itakuwa makazi yenu katika duniani kwa muda na mutastareka kwa muda katika duniani. Na Mwenyezi Mungu hakumwachia hapo, akamwambia nini, faimma yatiyannakum minni huda, hakika nini wanadamu kama uongofu uongofu wangu ukiwafikia wangu, faman ittabaa hudaya, ule atayefuata uongofu, fala yadhillu wala yashqa, hawezi potea wala hawezi -tab tabika, ama hawezi kuwa na shida yote. Mwenyezi Mungu akazidi kumwongesha Mtume Adam alayhi salam, akimwambia na dhuria yake na watoto wake wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, yoyote ambaye atajiepusha na mawaida yangu katika hii duniani ataishi katika maisha ambayo ni dhiki. Wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, na siku ya Qiyama, menyzmun wanasema tutamfufua ilhali yeye akiwa kipofu sasa yumtu atamuuliza Mwenyezi Mungu swali, atamwambia ya Allah, nataka nikuuliza kitu. qala rabbi limahashartani a'ma waqad kuntu basira, ya Allah, mbona ulinifufua nikuwa kipofu ilihali ni kuwa duniani zamani nilikuwa naona? ya Allah, Mwenyezi Mungu atamjibu atamwambia nini? qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika lyauma tunsaa, ile ishara za Mwenyezi Mungu ilikufikia, ulijisahawisha na ulikataa kufuata. Kadhalika leo sisi tutakusahau vilivyo ulitusahau. Mwenyezi Mungu anasema Adam alayhi salam akaletwa katika duniani, Adam na Hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hakuwashukisha mahali moja wana zoen, wana historia wanasema, Adam alayhi salam alishukishwa katika India, Indian Peninsula, mali leo inaitwa Sri Lanka. Kuna mlima ambaye inaitwa Adam's Peak, very beautiful, very green. Adam alayhi salam anasema kana alishukwa hapo, kama si hapo, naye ni mahali karibu yake. Hawa mama yetu Hawa alishukishwa wapi? Mama yetu Hawa alishushwa katika city ambayo inaitwa Jidda ama Jedda ambayo iko, iko, iko Saudi Arabia. Watu wawili wakatafutana, na Iblis alishushwa katika Iraq. Watu wawili wakatafutana. Sasa Hawa na Adam wakapatana, wanazuoni na historia wanasema walipatana katika mahali ambayo inaitwa Arafa. Ndiyo Waislamu Wanaendanga huku kwenda kufanya haj alhaju Arafa katika hapo, ndio Adam na Hawa walipatana. Adam alitembea katikati ya dunia, alitembea nusu ya dunia, alitembea kutoka India mpaka Saudi. Adam alayhi salam kufika na kukumbatiana na bibi yake, wakafurahiana, wakakaa pamoja, wakaanza kuanza maisha pamoja. Mwenyezi Mungu akamfunza venye kufanya love na kukaa pamoja na kupata watoto. Adamu alaihi salaam akaanza kupata watoto. Mwenyezi Mungu alimpatia mapacha ishirini, vijana ishirini na wasichana ishirini, ndio Adamu alaihi salaam alipata. Baada ya muda, Adamu alaihi salaam alianza ku-, ku, ku Kukuwa na hii maisha ya kawaida ya dunia, alikuwa na mbuzi, alikuwa na kondoo, alikuwa na mifugo, alikuwa mkulima, alikuwa na, alikuwa na, na, na mazao ya mahindi, maragwe, kila kitu. Adam alayhi salam, watoto wake wakaanza kuwa wakubwa, kila mtu akachagua professional yake. Sasa wale vijana wawili wakubwakubwa walikuwa wanaitwa Kabil na Habil. Kabil alikuwa ni first born, Habil alikuwa ni second born. Yeye na pacha yake. Kabil alikuwa first born, yeye na pacha yake msichana. Kabil alikuwa ni mkulima. Aliprofessionalize ukulima. Habil ambaye ni Abel aliprofessionalize ufugo. Alikuwa na kondoo, mbuzi kila kitu. Sasa baba yao aliwalisha vizuri, akaanza kuwapati, akaanza kuambia venye sheitani alimhadaa kutoka janna. Akaanza kuwapatia mawaidha vijana. Wakaanza kuwa wakubwa na wasichana wakafika umri ya kuoa. Baba yao Adam akamomba Mwenyezi Mungu, akamwambia ya Allah, sasa nifanya aje haji? niwaoleshe aje watoto wangu? Mwenyezi Mungu akamfunulia ya kwamba Huyu ambaye ni Qabil aoe pacha ya Habil na Habil, ambaye ni Abel, aoe pacha ya Cain. Sasa wabadilishane hao mapacha wili, lakini sasa kuna maneno hapo Qabil <coughs> dada ya Habil alikuwa ni sura mbaya na dada ya Kabil alikuwa ni mrembo sana. Sasa Kabil akasema, mimi nitamwoaji sister ya Habil simsu sura mzuri, na anataka achukue dada yangu? Angalie nywele yake, angalie mwili yake venye iko smart, anataka amchukue dada yangu, siwezi kubali. Huzda uhasidi ikaanza hapo Akasema yo maneno, siwezi kubali kabisa, kamwe. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, anatupatia hiyo historia ya vijana wa Mtume Adam alayhi salam, anatupatia ndani ya Qur'an, historia yao ambaye ni katika Qur'an takatifu. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema watlu alayhim naba ibn Adama bil haqq. Allahu akbar! O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wapatie habari ya vijana wawili wa Adam kwa haki kwa ukweli, idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar al Allahu akbar. ana sema nini? wakati ile ambayo walipeleka mwanga walipeleka sadaka katika juu ya mlima ilihapen aji Adam alayhisalam akawaambia kama nyinyi mnadhani mimi na wadanganya kila mmoja yenu achukue zawadi ama sadaka apeleke juu ya mlima, tuone Mwenyezi Mungu ni gani atakubali ile. Mwenyezi Mungu atukubali, ndio sisi tutafata, kwa sababu kabila anasema, mimi siwezi mpatie Habil dada yangu, afadhali huyu dada yangu mimi nimuoe. Subhanallah, sasa wote wawili wakapeleka zawadi na wakapeleka sadaka kwa Mwenyezi Mungu, wakati hiyo hakuna maskini apate sadaka. Sasa ikapeleka juu ya mlima, duniani ni Adam na watoto wake peke yake. Wakapeleka juu ya mlima ili Mwenyezi Mungu awaoneshe njia. Abel, ambaye ni Abil, akakuja na kondoo ambaye ni mzuri sana. Cain, ambaye ni Kabil, akakuja na nafaka kwa sababu yeye alikuwa ni mkulima alileta hiyo mazao ya ukulima akapeleka uko juu ya mlima. Sasa wakatoka pale wakaongojea ni gani Mwenyezi Mungu atakubali. Ndio Mwenyezi Mungu anasema nini, tulikubali moja wao na ule mwingine hatujamkubalia. Baada ya kukataa Mwenyezi Mungu gani alikubali, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akatuma moto ikakula ile mbui kondoo ya Yabl ambaye ni Habili inaonyesha kwamba hiyo ndiyo ilikubali. Sasa Kabil akaanza kukuwa na huzda, akakasirika sana, akaanza kuona ndugu yake kila kitu amemshinda ndugu yake. Alikuwa ni very handsome, alikuwa anakaa kama baba yake. Baba yake ndio inasemekana alikuwa kana dhulu Adam situna dhiraan dhiraa fi samaa. Adam alaihi salam alikuwa na urefu wa dhiraa sitini ambaye ni mita kumi na nane mrefu sana. Mtume Adam alayhi salam alikuwa very handsome. Hakuna mwanaume mrembo kuliko Mtume Adam alayhi salam kwa sababu Mwenyezi Mungu alimuumba na mkono wake. Sasa Abel Habil alikuwa ni kijana ambaye ni handsome sana. Sasa Kabil hakuwa sura nzuri, na anaona tena anaoa dada ya Habil ambaye si sura nzuri. Ameanza kusikia uchungu, anasema afadhali leo tu dada yangu sasa leo yote sisi si, si, si sura nzuri, siwezi kubali. Sasa baada hiyo, Kabil akamwambia ndugu yake Habil akamwambia nini? Qala la aktulannak Allahu akbar, ndani ya Quran anasema wallahi nitakuwa nitakuwa, sasa ndugu yangu, sasa huzdeimanza allahua ndugu yake alimjibu nini? Qala inna ma yataqabbalu llahu min almuttaqin, akasema hakika wale wacha Mungu ndio Mwenyezi Mungu anawakubalia dua zao, anawapokelea wale wacha Mungu. Alhamdulillah, mimi Mwenyezi Mungu ndio alipokelea zawadi yangu na mimi nafurahia hiyo. Akaambia pana, mimi nitakumaliza, mimi nitakumaliza sasa

Al-ainu haq, macho ni ukweli. Macho yuko, mtu anaweza kukuangalia mbaya, na hiyo macho yake ukupate na ukuumize, na hata inaweza kausha mti. Macho macho si mzuri, ndio mzuri, kila wakati ujikinge naye, usome kula udhu bi rabbil falaq na kula udhu bi rabbil nas. Jambo lingine, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuombea kwamba istainu ala qadaya hawaijikum bilkitman, kila wakati mukitaka kufanya mambo zenu fanyeni kwa siri, musijaribu kuambizana, kwa sababu huwezi jua adui yako na hasidi yako akwapi. Ndo, ndo mtume Muhammad saalah salam anasema nini? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia kuna uhasidi, kuna hasidi mahali fulani, kuna mtu anakuhusudia. Kuna hasidi mahali, usikubali kuambia na siri zako, ficha siri zako. Sasa ndugu yake akamfuata, anataka kumuumize, anamkimbiza ndugu yake. Alisema nini? la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadia ilaika liaktulak. Allahu akbar! Ukininyoeshe ndugu yangu we ee. Habili anasema kwa Kabil, ndugu yangu we ee. Ukininyoeshe hiyo mkono yako unataka kuniuwa mimi, siwezi kukunyoesha mkono wangu nikuuwe, naye siwezi kwa sababu nini? inni akafu Allaha rabbal alamin, hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu wa ulimwengu wote. Allahu akbar. Siwezi kukaribia, nitakupatia nafasi ufanye ile jambo yote unataka kufanya. Sasa huyu Kabili anataka kuua ndugu yake, ndo Ibnu Abbas radhiya Allahu anhu anatuambia ya kwamba inkana maktulu la ashaddu rajulain, hakika ule mwanaume ambaye alikuwa anataka kuuawa, anataka kuuliwa, ambaye anauliwa, ambaye ni habil alikuwa na nguvu kuliko ndugu yake ambaye ni kabil, lakini hakutaka kujizuia, because yeye anaogopa Mwenyezi Mungu, ataki ampige ndugu yake kitu, ndo ndugu yake akufa ya ataki, yeye anasema mimi siwezi kukufanya anything mimi nitawachana na yawe. Wewe kama uko na shida na mimi fanya vinyo unataka kufanya <coughs> <coughs> saileleona ndugu yake anataka kumua, akamwambia nini, inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wadhalika jazau dhalimin. Akamwambia, mimi nataka uchukue hii dhambi yangu ambaye sasa hiyo unataka kuniua, na ile dhambi zako zote ulikuwa unafanya zote uzibebe na utakuwa katika miongoni mwa wale watu ambao wataingia motoni Allahu Akbar. Anaambia Kaini hivyo. Na hiyo ndio malipo ya watu ambao ni madhulumu kama wewe unataka kufanya. Allahu Akbar. Sasa Kaini anaambia hivyo na ndugu wake Habilu, wachana na mimi, utaingia motoni, utabeba dhambi zangu, lakini hakuwa nasikia. fadawaat lahu nafsuhu katla akhihi fakatalahu faasbaha min alkasirin ila. <laughs> Nafsi yake ikan fanie urembo, ikan pelekea auwe ndugu yake auwe nduguye. Ni ile dhambi ya kwanza kabisa ambayo ilihappen katika hii duniani auwe ndugu yake faqatalahu akawa ndugu yake. faasbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa wale watu ambao wamekasarika, akaingia katika ile watu ambao wamekasarika. Kabili akauwa ndugu yake Habili alimwaje? Nani alimfunza Kabili kuua mtu? Inasemekana Ibnu Abbas radhiallahu anhu anasema ya kwamba huyu Iblis ndio alimfunza Kabili kumuua mtu. Alileta mnyama, akachukua mawe akampiga ile mnyama mawe kukichwa, akachukua mawe mengine akamongezea ile mnyama kukichwa, ile mnyama akakufa. Kabil anaangalia vizuri tu, Kabil Kabil anaangalia baada. Hiyo akaenda akafanya hivyo vivyo kwa ndugu yake, alichukua mawe akamgonga kichwa, akamwangusha chini, akazidi kumgonga kichwa ndugu yake

Ile, mwa, ile kijana wa mtume mtu, mtu Adam alayhi salam wa kwanza kiflu min damiha atakuwa na damu yake kwa mkono. Atakuwa na fungu la ile damu. Mtu yoyote kutoka wakati hiyo ameanza kuua mtu kwa dhulma, amanza kumua kwa... bila kitu yoyote amemua tu, hiyo damu bado dhambi yake inamfikia Kain Abil mpaka yom alkiyama mpaka siku ya mwisho lianahu kana awalu man sanna lkatalu ni yeye ndiyo alianza mtu wa kwanza kuonesha watu venye venye kuua wa. nani Kabil ameanza kubeba dhambi kutoka wakati hiyo aliua ndugu yake mpaka siku ya kiyama mtu yoyote atauwa mtu vibaya atapata fungu lake ndani ya dhambi atabeba dhambi gapi kabili atabeba dhambi gapi Kabil aliuwa ndugu yake. Ndo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini, ijtanibu sab'a mubiqat, jichungeni na madhambi saba kubwa kubwa ambaye inaweza angamiza binadamu, inaweza angamiza mtu. Ni nini ya kwanza kabisa? Ashirku billah, ya kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu waseir. La pili ni urogi na uchawi. Na wale wote ambao wanatumia vitu kama hizo, wakatala nafsa lati haramallahu illa bilhaq, ni kuwa nafsi ambayo Mwenyezi Mungu aliharimisha. Kuwa roho si mchezo, kuwa nafsi ni mbaya na ni dhambi kubwa kabisa ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha ya ine wa akala riba, ni ile, ni mtu ambaye anakula riba. Wa tano wa akala ya mali yatim, na ile mtu ambaye anakula mali ya yatima akundani hiyo dhambi ya sita. Wa tawalli yawma zahf, ule mtu ambaye siku ya vita vita, waislamu na wasiokuwa waislamu wakipigana, ile mtu mtu atatoroka katika vita, huyu mtu hata anafanya dhambi kubwa kabisa akondani nawasaba ambaye mtum mujichunge naye, wahadhfu lmusinati lghafilati muminat, nukumsingizia vitu machafu mambaya katika mwanamke ambaye ni mwema ni mzuri na ni, ni mumin na Mwenyezi si Mungu na ana habari mambo mambombaya. Iyo wallahi ni dhambi kubwa kabisa, ntujichunge naye sikamslamu. Sasa kijana ya mtume Adam alayhi salam aliingia katika dhambi kubwa kabisa ya kufanya nini, ya kumuua ndugu yake. Sasa ameshina kujua atafanya nini. Mtume Adam alayhi salam jioni akakuja nyumbani, mtume Adam alayhi salam akamuuliza kwa kwapi ndugu yake, akasema ah, mimi unajuaje? Kwa nini mimi nilikuwa natembea naye, simjua kwapi, akuko nje nje tu. Mtume Adam alayhi salam akaanza kufeel kitu Asubuhi akarudi, akarudi katika ile maiti akabeba katika mgongo akenda naye mbali, akeka mahali, hajui atafanyie nini, ataanza wapi? Maiti imeanza kunuka, maiti imeanza kutoa harufu, yeye anaanza kujuta. Anakaa karibu na ndugu yake, ajua atafanya nini. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa sababu ile kujuta kwake Mwenyezi Mungu akamletea nini fabaatha llahu ghuraban yabhathu fi lardi. Allah akbar! Mwenyezi Mungu akamletea kunguru ili amuonyeshe vile atazika ndugu yake. fabaatha llahu ghuraban yabhathu fi lardi liyuriahu kayfa yuwari sawata akhihi, venya atamfundisha venya ndugu yake atamzika. Kunguru wawili walikuja wakapigana vita, moja kauawa, ule mwingine akaanza sasa kupekua ardhi akatoa kila kitu. Baada kupekua ardhi akamchukua ndugu akamchukua ile kunguru mwingine akamweka ndani akamzika. Yeye amekaa chini ya miti anaangalia, anaona kunguru ameua mwingine eh, amechukua amefukulia ardhi akamzika, eh, akaruka. Akasema nini kala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadha lqurabi fauariya sou ata aki faasbaha min anadimin. Ole wangue hata nimeshinda kufanya venye huyu kunguru amefanya amezika yule kunguru mungine. Kwani je mimi nimeshinda kuzika ndugu yangu venye huyu kungura amezika? Akaanza kufekua sasa ardhi, akaweka ile maiti ya ndugu yake ndani, akamzika. Baada ya kumzika, fa asbaha minan nadimin, akawa miongoni mwa wale ambao watu wanajuta. Akaanza kujuta, akenda zake aweze rudi kwa baba yake <coughs> baba yake sasa Adam alayhi salam, fahazana alayhi huznan shadidan. Adam alayhi salam akahuzunika sana kujua kijana wake aliuawa.

yoyote ambaya atauua mtu bila ihari, yote ambayo yomtu aliuwa mtu mwingine ama alifanya ufisadi joi ardhi, ndo auliwe. Alimua tu kwa dhulma, ni kama aliuwa watu wote. Waman ahyaha na yoyote ambaya atamoko mtu kutoka kifo ama kwa mahali mbaya fakaanama ahya nasa jamiya, ni kama alioko watu wote katika ulimwengu. Allahu akbar! So wewe ukifanya mazuri moja, uokoe mtu kutoka mauti ama kitu mbaya, ni kama uliokoa watu wote katika duniani. Ukiua mtu mmoja katika dhulmi, ni kama uliua watu wote. Ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man aana ala katli muslim yoyote ambaye atajishirikisha katika kumua Muislamu, mtu Muislamu, walo bishir, walo bishirki kalima, hata kama ni wad kidogo kabisa, ametumia nusu ya la neno, alijaribu kujishirikisha na kumuua ndugu yake Muislamu, jaa yaumu lqiyama, atakuja katika yaumu lqiyama, wakad kutiba waqad kutiba baina ainaihi, na utamuona ameandikwa katika sura yake hapa, katika juu ya macho yake mbili hapa, aisun min rahmati llah. llahu akbar! Huyo amekatakatamaa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yoyote, hata kama ni neno kidogo ambayo umejihusisha ndani ya huyo mtu, wewe ni kama kwamba uliua huyo mtu, so tujichunge sisi kujishirikisha na kuua mtu ama, ku, ama, ama, ama kuongea. Wacha hatakupatie mtu hata nusu la neno, ukisema hii mtu afanyie hivi na ifanyike, uko ndani. So tujichunge sana, tujichunge sana. Damu la mwislamu inasemekana hata ni muhimu, ni kubwa sana, ni muhimu hata kuliko Kaaba. Tujichunge sana ndugu zangu Waislamu.